Anaitwa Abdul Saleh Marijani, mwanasheria ofisi ya mkuu wa wilaya Temeke, lakini pia niko hapa kwa ajili ya kumwakilisha mkuu wa wilaya Temeke. Ni jambo zuri katika mambo ya kiimani, katika mambo ya kidini. Waislamu tumehusia kupeana sadaka, tumehusia kutoa sadaka. Kwa kinachofanyika leo ni mwendelezo wa kile ambacho huwa kinatakiwa kufanyika katika imani yetu. Mwenyezi Mungu anasema siku ya Idi ni siku ya furaha, siku ya Idi ni siku ya kula vizuri siku ya Idi ni siku ya kupeana na sana kutembeleana kwenye ndugu na jamaa. Kwa hiyo sisi kama wilaya ya Temeke na Tanzania kwa ujumla tumefurahi, tumefarijika, tunaona umoja wetu na nchi zingine unazidi kuimarika, lakini pia ni mwendelezo wa historia baina yetu na sisi na nchi za kutoka kwenye bara la Asia. Kwa hiyo tunafurahi sana na tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu wakati mwingine na kipindi kingine watoe zaidi na zaidi, kwani katika hii siku watu huwa wanawasahau watu wenye uhitaji, wanajiangalia wao, wanajikumbuka wao. Unapomkumbuka mtu ambaye hana uwezo wa kula, Mwenyezi Mungu anakupa zaidi ya kile ambacho ulikuwa unacho. Kwao nasi na watu wengine wenye uwezo watoe. Kama we unacho mwangalie jirani yako, kama we unacho mwangalie ndugu yako, lakini sasa ukisema ubaki nacho peke yako kwa sababu ya dunia ya sasa kidogo tunakuwa tunatoka katika mafundisho lakini mafundisho hasa anataka hivi wow, kila uangalie na waliokuwa hawana uwezo uwezouhamed Jafar eh, ni masuuli la itam wa Tanzania katika ofisi ya eh, Muslim Muslimodleauela. Leo tarehe saba mwezi wa 6 2025, zoezi zima ambalo tunashukuru katika ufalme wa King Salmani, yeye uh, huwa hasau katika zoezi zima la kila mwaka kama huu wa kutoa sadaka kwa hapa wa Watanzania. Kwa hiyo mpaka sasa tuno tuko hapa zidi ya watu elfu moja, ha, aa, manjia, moja au mia tisa na zaidi hivi kwa ajili ya kuchukua e, sadaka ya adhahi ya, ya uchinjaji, na huwa inatokea hii kwa kila mwaka insha allah Mungu ajalie kila lakheri waliotoa natukana tena kwa mara nyingine, na sio zoezi hili tu peke yake huwa wanaandaa kwa watanzania kama vile kulea yatima, kuwapa elimu, kuwapa huduma na afya, pia vile vile na wajane pia vile vile huwa wanawasaidia. Tunashukuru katika serikali ya King Salman, insha allah Mungu amjaze kila la kheri. Majina naitwa Shaij Emed Nasor, mkazi wa Dar es Salaam, Kitonga. Kiukweli tunafurahika sana na tukio la leo kwa sababu linaonyesha utu pamoja na uwajibikaji wa viongozi wetu kwa taifa hili kwenye hili twaomba tushukuru uongozi, lakini pia wasimamizi wa harakati hizi mpaka kufikia hapa. Kwa kweli tunashukuru sana, tumefaidika na zawadi hii, na neno la mwisho ni kwamba waendelee, wasiishie hapa, maana Mungu ndo mlipaji, sio sisi. Majina yangu ni Sefu Hasani Magombeka, ni chief security wa zamani ambaye nimestaafu katika shirika hili na hivi sasa tunakuja kuchukua fadhila tu zile tulizozifanya kwa, kwa shirika hili kuwahudumia mayatima. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa sadaka hii tunayoipata, inakwenda kutufariji na siku kuhuisha siku ya leo kidini. inamaanisha nini? Ah, siku ya leo kidini inamaanisha kuwa tunaadhimisha maadhimisho ya sikukuu ya idili haji, ambayo utukufu wa shehe wetu Ibrahimu kiongozi wetu alifanya tendo la suna kuchinja, kutaka kumchinja mwanawe, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu alipelekewa kondoo badala yake, akatindwa ya kondoo, mtoto akanusurika. Kwa hiyo haya ni maadhimisho ya sherehe hiyo tunasherehekea sasa. Kwa siku kama hii ya leo, unatakiwa ushirikiano, kupendana, kutembeleana pamoja na kushirikiana mambo mbalimbali ya kijamii ambayo yanaweza yakawa ndio burudani ya sikukuu yetu. pendwe shala, mimi anaitwa Asia binti Rashid. Kwanza tunatoa shukurani kwa kutukumbuka, tunafanya shukurani kwa kupata hii mboga. Tunamshukuru na tunawaombea dua, kila la heri.